Baada ya baadhi ya televisheni nchini kuzimiwa mawimbi ya kupeperusha matangazo yao na Mamlaka ya Mawasiliano kwa kukiuka agizo la kusitisha upeperushaji wa maandamano hapo jana, sasa wamiliki wa vyombo hivyo vya habari wamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya serikali kwa ukiukaji wa haki za kikatiba na uhuru wa vyombo vya habari. Katika taarifa ya pamoja, Muungano wa Wanahabari nchini, Chama cha Wahariri, Chama cha Wanahabari Wanawake nchini na muungano wa waandishi wa mikoani wamesema kuwa hatua ya kuzima matangazo yalikiuka vipengele vya 33, 34 na 35 vya katiba vinavyolinda uhuru wa kujieleza na haki ya Wakenya kupata habari. Chama cha mawakili nchini tayari wameshutumu serikali kwa kukiuka haki za kibinadamu wakati wa maandamano ikiwemo haki ya kupata habari kupitia upeperushaji wa habari na vyombo vya habari. Na hata baada ya Mahakama Kuu kutoa amri ya muda kusitisha marufuku iliyotolewa na Mamlaka ya Mawasiliano nchini, baadhi ya vituo hazijarejeshewa mawimbi yao. Kwa sasa, mashirika ya habari, wanasheria na mashirika kijamii, ya kijamii yamesalia na wito mmoja kwa serikali kuheshimu katiba, Kusitisha ukandamizaji na kuruhusu Wakenya kupata habari kwa uhuru. Wiklip Kipkemoi, Undugu TV.